Ukibahatika ukipata bahati umewakuta wazazi wako wote wawili au mmoja wao wamezeeka, wamekuwa watu wazima kwako, usiwaambie hata uf. Kiswahili chepesi cha kwetu uf ah. vipi utapata rahma za Allah ikiwa wazazi wako wawili huwaheshimu? Kijana leo msichana anampa maneno mazuri, lakini mama yake hampi maneno mazuri Wazazi wawili ni tiketi ya VIP ya kwenda janna. Uko na wazazi wawili, unashindwa kuwatumia wazazi wako wawili. Unaenda kazini, waambie mama, niombe dua. Dua ya baba na mama ni mustajabu. Una fursa, una opportunity kubwa sana. Mama yuko hai, baba yuko hai, unashindwa kuwatumia. Ukiwa jobless na marafiki zako akikuita, sawa, nitakuja. Unaona marafiki zako ni bora kuliko baba yako na mama yako. Acha kila kitu, nendo kwa ajili ya wazazi wako.